Baada ya mgombea wa kiti cha urais kupitia chama cha National Unity Platform, NUP, Robert Kyagulanyi maarufu kama Bobi Wine nchini Uganda kusemekana amekamatwa na jeshi la polisi nchini humo, na baadaye jeshi la polisi kujitokeza na kukanusha taarifa hizo, leo Bobi Wine mwenyewe amejitokeza na kuzungumza na wananchi wa Uganda na haya ndiyo aliyozungumza Bobi Wine. Today Leo ni Jumamosi ya tarehe kumi na saba mwezi wa kwanza mwaka 2026. Na hivi sasa ni saa tatu asubuhi. Mke wangu na mimi tumekuwa kwenye kifungo cha ndani tangu tarehe kumi na tano ya mwezi wa kwanza, na jana nyumba yetu imezingirwa na baadhi ya polisi pamoja na watu wengine wasiofahamika. Walitumia ngazi kupanda ukuta, wakakata umeme na kamera wakisaidiwa na helikopta iliyokuwa juu ikizunguka ikisaidia kuwamulikia mwanga wakati wanafanya kitendo hicho. Katikati ya tukio hilo, niliweza kutumia ujuzi na mbinu zangu kujificha, lakini najua wananitafuta. Lakini hata wakifanikiwa kunipata na kunifanyia chochote, nataka niseme yafuatayo, nanyi wananchi wenzangu wa Uganda kwanza, tunakataa kila kinachotangazwa na Mr. Debakama like, kwa maana matokeo yanayotangazwa ni feki na hayaakisi kabisa kilichotokea kwenye vituo vya kupiga kura. Baada ya kuwakamata mawakala wetu wote na kuiba kura, karatasi za kura, baada ya kuzima intanet, utawala unajaribu kuiba uchaguzi. Kilichotokea kwenye vituo vya kupiga kura ni tofauti kabisa, na tunataka intanet irejeshwe. Fomu zenye matokeo sahihi zitumike na karatasi za kuhesabia kura kutoka wilayani zipandishwe kwenye mitandao ili watu wa Uganda waone matokeo halali kwa uwazi. Tunataka matokeo yanayotangazwa yasitishwe mpaka intaneti itakaporejea ili Waganda waone kinachoendelea kwa uwazi.